Ama Wakenya wengi huwekeza katika taasisi mbalimbali za fedha, iwe ni kwenye bima, kwenye hazina ya malipo ya uzeni NSSF, au kwenye benki. Na ukweli mchungu uliopo ni kwamba mhusika anapotoweka, labda kupitia kwa kifo au anapotoka nje ya nchi, fedha hizo hupotea na mahangaiko kama hayo huwa ni pigo la moja kwa moja kwa familia ya Mkenya kama huyo, na wao hujikuta wakizungushwa kwenye foleni ndefu wakijaribu kufuatilia hatima ya fedha za jamaa yao. John Gigi ni mkurugenzi wa kampuni ya Unclaimed Property Assets Register inayoandaa orodha ya majina ya watu walioacha akiba zao, na anasema suluhu ipo kwa familia zilizokata tamaa those 3 billion Kenyans many of them were employed before they emigrated so they left their assets in social security and SSF. They left them in banks they left them in all manner of places deposits utility deposits. Mswada ulio naitwa unclaimed um, uh, financial assets bill uh, 2008, lakini kakaa mpaka mwaka wa elfu mbili na kumi na hakuna na kazi ilifanyika sasa Uh, wale ambao walikuwa nashughulia mambo haya wakakuja, tukasema wache tuungane, kwa sababu sisi tunajishughulisha na mambo ya wabunge wa, tukaongea na mbunge mmoja anaitwa Joseph Lekuton, uh, mbunge wa Laisamis, na akasema ataweza kutusaidia ili tukuwe na uh, sheria, na akaipendekeza uh, katika bunge, na wabunge wakafurahia, wakasema hii ni sheria nzuri. countries like the the the United States of America have had this thing in the system for the last, ever since 1938. Countries like Malaysia have had this ever since 1960, 1995. Huenda. So it's not, it's not, it's new in Kenya. But it's not new in, in the world. Huenda Wakenya wengi hawafahamu mswada wa sheria uliopitishwa mwaka jana unaozilazimisha taasisi zilizoshikilia fedha za waenda zao kwamba sasa ipo mipango ya kuhakikisha kwamba familia za wahusika zinatafutwa na kujulishwa kuhusu fedha kama hizo. Unapo, miaka kumi ukikuja kama huko NSSF ikuwe na jukumu la kutafuta. We, wewe ama ule mtu ambaye anafaa kufaidika kama aina moja. Nakumbuka wazee wale walikuwa wanafanya kazi katika East East African Airways. Wakati East African Airways ilianguka, wale wazee walitoka East African Airways kabla ya kulipwa provident fund. Sasa hata mpaka leo hawajalipwa provident fund. Sasa wengine wamekufa na wajane wao pia hawajui pahali hizi pesa ziko. Mmoja wao alikuwa baba yake alikuwa anafanya kazi uh, siwezi kulitaja bank kwa sababu ya sababu unazielewa. Alikuwa anafanya kazi katika bank, na siku moja baba yake alikuwa na uh, loan katika hiyo bank. Sasa baada ya kwa bahati mbaya akapata kwa mgonjwa akafariki, lakini akaanza kufuatwa kwa sababu alikuwa anajulikana, yeye ndio mwanake lakini baada ya alipoendelea kufanya kazi, wakati mmoja akagundua ya kwamba hi hey, kumbe hata kama baba alikuwa na loan katika hii bank, alikuwa na pesa mingi milioni tatu ambayo ilikuwa mingi kuliko ile loan alikuwa ameomba. Akaona ya kwamba eh, mabanks wanaweza wanakufuata haraka ukiwa na mambo ya, ya loan, lakini kama wako na pesa zako hawawezi wakakuja katika ule msisimuko. ulio sawa ni sheria ambayo, ikianza kutekelezwa, fedha kama hizo zinazoonekana kukosa kazi zitatumika kuimarisha miundo msingi humo nchini badala ya kuishia mifukoni mwa watu binafsi. Ndani ya taasisi hizo watengeneze vile vitu ambavyo vinasaidia wananchi, kwa sababu pesa hii ilitokana na wananchi. Kwa sasa inakisiwa kwamba shilingi takriban bilioni 200 ziko katika taasisi hizo. Hii ni kutokana na kwamba wakenya mbalimbali wanaohusika na kesi kama hizo hawajui pa kukimbilia kwa ajili ya kuzipata pesa hizo. Lakini sasa nimekujuza kwamba ipo sheria itakayokuongoza kwa ajili ya kupata pesa za marehemu mmeo au mwanao. Mimi ni Frank Otieno, KTN, leo Jumapili.